Hello, ladies and gentlemen. Welcome again to Diena Academy morning breakfast. Na leo tuko hapa kwa ajili ya kutoa session moja muhimu sana. I'll be having my friend here as always, uh, Bwana Charity. Yes, Charity Aaron. So he is one of our instructor here at Diena Academy. Na leo tunaenda kuzungumzia vitu vingi sana kuangalia uhalisia wa alisia, soko la sarafu dijitali lilivyo na adoption pamoja na regulations mbalimbali ambazo zimeendelea kutake place around the world to smoothen the adoption of it in a bigger and uh, Great cause rather than problems and, uh, challenges. Uh, Charity, kwanza kabisa kabla hatujaenda kwenye kuzungumzia session yetu ya leo. Uh, how is everything? How was your weekend? Uh, uh, namshukuru Mungu kwa kweli, personally. I have had a great weekend. Nimepumzisha yeah, mm, uh, yeah, mwili vizuri. Sawa, sawa, na tunarudi tena kuzidi kuelimisha jamii yeah, kama tunavyosemaga siku zote Diena Academy lengo letu ni ku provide elimu ambayo inamwezesha mtu wa kawaida yeah. kuingia salama kwenye ujasiriamali wa kidijitali kwa sababu mm -hmm. tunajua other industries tayari zimesha ku establish. Kuna platforms za kujifunza, lakini tukishaingia kwenye ujasiriamali wa kidijitali yeah. especially kwenye blockchain, changamoto bado tunaona ni kubwa. Kwa hiyo Diena Academy tunazidi kutoa elimu ili hizo changamoto zipungue siku baada ya siku yeah and uh, basically, mimi mwenyewe pia weekend yangu imekuwa poa sana mm. kama mnavyojua nimekuwa certified na Yeah. Bank Okay. of Tanzania Academy to be a, a certified financial educator which Yeah. is something ambacho uh, I can say it's a passion that has turned into professionalism, you know. My background is different. Yeah. uh, Yes. I'm, I'm, a chemistry. I have a degree in chemistry but then passion Yeah. yangu imenipelekea kuendelea kuchimbua kwenye industry ya ya, ya fedha eh? na ukiangalia, nilienda kusoma iweze kunisaidia, tunavyokuwa tunawafundisha watu kuhusu ujasiriamali wa kidijitali, nitakia leverage, tujue watu waliko saizi kupoje na mm -hmm. tunakoelekea kupoje, ili tuweze kutafuta daraja pale la kuwawezesha watu kuweza kubenefit na digital entrepreneurship mm -hmm. so, one of the thing ambacho tumekuwa ni changamoto kubwa sana kwenye kuidefine cryptocurrencies ni kama, uh, ukiangalia kwenye white paper ya kwanza ya Bitcoin mm -hmm. ilikuwa termed kama Uh, peer to peer uh, uh cash yes. electronic cash system Siliyo? yes, exactly. na watu wengi sana waliweka notion kwamba cryptocurrencies ndo zinakuja kutoa uh, centralization za mabenki na nini katika mfumo wa fedha kwa maana kwamba tunaenda kwenye mfumo wa fedha ambao uko decentralized ambao utatoa nguvu ya serikali tofauti tofauti kwenye ku control monetary policies si ndio mm, that was the notion that was the notion na hiyo ilitengeneza kama kitu kama vita kati ya central banks uh, pamoja na cryptocurrencies uh, uh, ventures. Yes. Lakini muda ambapo umezidi kuenda nadhani, kuna mabadiliko mengi sana ambayo tumeweza ku experience. In your opinion, do you think uh, sarafu kama Bitcoin, Ethereum, ADA, Lite uh, Litecoin, Solana etc. Can we really see them replacing the traditional finance system? I mean traditional currencies. Uh, so far hata tukifuatilia na kuangalia ile ile adoption ya ya Bitcoin yeah. Uh, ilikuwa ni kwamba mfano tuchukulie alivyokuwa anatumia kwenye Silk Road maana yeah. ilikuwa ndio adoption kubwa yeah, ya kwanza yeah, ya Bitcoin. Tunaona mtu alikuwa anakubali kupokea Bitcoin, lakini sio kwamba alibaki na zile Bitcoin yeah. soon mm-hmm. yeah. alizi exchange into cash, cash. Kwa hiyo ile Bitcoin ilikuwa inatumika tu kwa ajili ya value transfer yes. Kwayo, kwa hiyo kwa na namna moja au nyingine unaweza ukaitem kama currency lakini haikuwa ina play role ile 100% ya currency. Yeah, definitely. Kwa mbao unanitumia Bitcoin lakini mimi inabidi nizi cash out. Yeah, ili niweze kufanya mambo mengine, kwa hiyo nadhani uh, kuziita kama currency kama currency, nadhani tutakuwa tunazionea. Yeah, definitely. Kwa sababu unajua na hiyo notion nadhani ndio ilileta changamoto kubwa ya nchi nyingi kuzi kuonekana kwamba wanapambana na cryptocurrency zaidi kuliko kuziangalia namna ya kuzilegalize, wajua wanazicontrol vipi? Kwa sababu angalia, watu wengi walikuwa na item cryptocurrency kama ndo fedha mpya eh, especially kwa Bitcoin. Lakini twende kwenye uhalisia uh, Bitcoin ukiangalia chat hapo kwenye screen unaweza ukaona value yake imekuwa yani ina volatile kubwa sana. Sasa just take this example leo hii mm. Uh, for example ume bitcoin moja mm. One btc ina value ya dola, tusichukue ile mwaka 2021 mm. Ilikuwa imefika dola 64 mm. Let's say wewe una, una, duka lako unafanya sales kwa kutumia bitcoin mm. Watu wanakuja na mzigo wanauza wanauza wananunua vitu vyako wanakupa bitcoin. And then remember 2022 kulitokea market crash moja kubwa sana. Mm. Ilikuwa ni price correction heavy. Mm tunasemaga crypto winter. Mm -hmm. Bitcoin ikashuka mpaka dola ngapi? Elfu 15. Sasa hebu chukulia na ukiangalia ile fall ya price ya kipindi kile hata nikicheki kwenye chart hapa mm -hmm. utakuta ili, ili fall kwa muda mfupi sana kutoka dola elfu 60 mpaka dola elfu 20, 30 mm huko. -hmm. Sasa kama wewe una duka umefanya sales labda za milioni 500 kwa kutumia bitcoin. Mm. -hmm. Alafu kuna fall ya asilimia zaidi ya 85. Sasa utafanyaje? Unafunga biashara au unasubiri ipande? Au unaenda kununua mzigo mwingine, upandishe bei, wateja ndio waumie? Na ukisema upandishe bei kwa asilimia sabini na tano, it's going to be crazy. That kind of economy does not exist kabisa. Kwa hiyo unaona kabisa katika normal circumstances, unaona kabisa matumizi ya cryptocurrencies especially is volatile, katika daily routine kama medium of exchange is practically impossible, kwa sababu tutatengeneza uchumi ambao yani hauna mbele wala nyuma. Mm. Yani leo hii umeenda dukani, umenunua gari kwa bitcoin moja worth of dola laki moja. Mm. Baada ya masaa manne au siku moja bitcoin mm. na worth dola sabini na nane. Sasa yule ambaye ana, ana yadi ya magari, anafanya biashara ya magari, atasubiri au ataenda kununua aongeze hela kanunua gari ajeuze kwa gharama zaidi. Kwa sababu atakuwa shakula hasara. Yeah. Eh hey, itakuwa in deficiency kwa, kwa asilimia kama 20, if mm. I'm not mistaken kama sio 15. Mm. Sasa ataenda kuongeza tena gharama ya asilimia kuna tuna tafuta gari lile jingine, tutakuwa na uko, uchumi ambao hauko stable. Kwa eventually ukiangalia katika perspective ambayo ni ya kawaida kabisa, unaona kabisa <coughs> sorry <coughs> eh yeah, cryptocurrencies haziku hazija haz, yani okay, katika perspective ya kawaida ukiangalia cryptocurrencies unaziona kabisa, si kwamba zimefail ila zimefind find the right purpose of it. Kwa hiyo ukiangalia cryptocurrencies especially is utility zinavotumika in a daily routine na, re, na, na, na, na na na na na that means zinavotumika in a daily routine utaona kabisa zinatumika more of an asset, more of a speculative asset, more of a value storage asset, yani vitu kama hivyo. Ukiangalia hata Bitcoin saa hizi is not termed as a cash electronic system it's termed as a internet gold yes. Ukiangalia Ethereum ni utility crypto kwenye smart contracts, yani zinatumika kufacilitate uh, financial system. Sio kwa, kwa mfano hizo defi eh, hazitumiki kama currency. You see the difference there? Yes. Na hata kama ukitaka kuiingiza sokoni hizi sarafu lazima kuwe na innovation alafu ile ndio inat kama backing ya ecosystem ya hiyo innovation yako kwenye project husika. Alafu kitu kingine kuna cryptocurrencies zaidi ya elfu sitini sasa hizi na mimi kwa zaidi ya milioni ambazo zina fed. How what kind of, of a finance system itakuwa na hela nyingi kiasi itakuwa ndio nini sasa kwa At the end of the day unakuja kuona kwamba this definitely, they have just found their right purpose to be a digital asset. We just found a new class of asset, lakini saizi siwezi kuona kama kuna haja ya serikali yote kuanza kutengeneza war against cryptocurrencies. Because there is no way unaona kabisa hiti bitcoin ikienda kumreplace dollar. Haiwezekani. Ila unaona kabisa kwamba yani, kuna namna bitcoin inaweza kaenda kustabilize value ya dola ikiwa dollar, kama asset kwenye reserve. mm -hmm. And that's what you see Marekani wanachokifanya. Marekani cryptocurrencies zote unakuta zinafanya kazi chini ya SEC chini mm -hmm. ya CFTC mm -hmm. si ndio? yeah. ambao sasa wanazitem kama commodities mm -hmm. asset digital assets no no digital currencies per se well, ni... kwamba zimebadilika exactly the adoption yeah. imeshape yani yeah. tumesema ni kama zime undergo evolution on adoption ambayo imeenda kutofautiana na ile notion ya kwanza, lakini uhalisia wa adoption, they are assets, they are highly volatile just like stocks. Kwa hiyo na hata ukiangalia jinsi ambavyo zina behave market yake, unakuta kwa mfano Marekani ameingia uh, vita ya kiuchumi na na, na China, stocks zikishuka na crypto nazo zinafanyaje? Zinaporomoka kwa sababu investors wana test them kama ni high risk assets. Kwa hiyo kama kuna, hai, kuna namna yote ambayo uchumi unaenda kupata uh, uncertainties, unakuta watu wanatoa hela wasipe kwenye bonds. Bonds, yeah. Unakuta the Fed wametoa rate cuts au wameongeza rates za, za, za, za, za, za, za, za, za, za mikopo. Unakuta stocks zikishuka na crypto zinashuka. Just like sasa you cannot term those as currencies honestly. Ila in once in some of the circumstances, kama tu ambavyo unakuta sometimes gold inatumika ku settle payment in certain circumstances, mm-hmm. Hata crypto zikatumika hivyo, lakini you cannot say utatumia katika daily routine ya kufanya iwe kama medium of exchange katika ku maintain uchumi wa nchi fulani. That is not going to happen. It's not possible, utakuwa ni uchumi ambao uko unstable kuliko wa kawaida, kwa sababu kwenye crypto, yeah, movement zake uko tukiona 10% ni kitu cha kawaida, yes, lakini ukienda kwenye stocks, hai, 10% is praised. Exactly. Yaani inakuwa ni top news. Yeah. Kwenye zile media zao za za business. Yeah. Kwa unaona kama tuta term crypto kama currency itakuwa ni a very volatile currency. Very volatile. Ambapo sasa hata kutumika inakuwa haiwezekani kwa sababu ukitaka kujua kwamba volatility hii hmm, ni kitu ambacho ni very extreme. Angalia mwaka jana, mwaka jana uh, mwisho wa mwaka jana kulikutokea uh, dola I mean hela ya Tanzania iligeni value sana against dola, ilienda mpaka 2200 kama 50 hivi ama 2300 hivi kutoka 2700 mm. Unaona jinsi wafanyabiashara walivyokuwa wanalalamika, kwa sababu kumbuka, uh, unakuta mfanyabiashara amenunua ameenda kufanya purchases za vitu vyake labda China amenunua dola labda kwa 2700 mm -hmm. alafu ametoka na mzigo kule, yuko njiani, anafika naambia dola iko 2200 mm -hmm. Sijui kama unanipata hapo. Yes. Sasa vitu vyake yeye anaviuza vipi? Kwa sababu vinakuwa price yake yani mtu akija na hela ya kibongo akichange anapata dola nyingi na kati yeye alipata dola chache. Exactly. Kwa hiyo unakuta anakula hasara. Sasa the only thing ambacho atakifanya ataongeza tena bei za vitu, ili aweze kufidia gharama ambazo zimekuja hapo. Unakuta kuna mfumuko tena wa bei kama kawaida. Mm. Umeona? Sasa hivi vitu ukiangalia vimetokea kwa muda mfupi, lakini impact ilikuwa ni kubwa. Sasa aibu ashum hiyo inatokea kila siku. Leo bei iko hapa, kesho iko huku, kesho iko kule. Hakuna mtu atataka kufanya biashara ambayo kila siku itampasa aweze kuseti bei za vitu upya kwa sababu bei ya hiyo hela imebadilika. Yaani hiyo biashara inakuwa ni biashara ya kichaa. Unaona? Kwa hiyo uh, basically I think uh, cryptocurrencies kwa sasa hivi zimefound its right purpose to be digital assets is a new class of asset, mm-hmm. Lakini I don't see to be replacing any system of currencies. Ladha naona mm -hmm. Stable coins pamoja na CBDC ndio zinaenda ku revolutionize system ya payment. Exactly. Kwa sababu ukitumia USDT ni kama unatumia tu dola kawaida USD, USDC, mm -hmm. USDT, USDT mm -hmm. Dai, mm -hmm. eh, na hata ukiangalia nchi nyingi sasa hizi zinazo adopt matumizi ya uh, sarafu digitali kwenye malipo in terms of digital payment mm -hmm. kama Thailand etc wanatumia USDT. Yeah. Na ukiangalia kitu kingine kwa mfano El Salvador wanasema Bitcoin ni legal tender. Mm -hmm. Lakini nenda kaangalie kwenye inflow ya Bitcoin kwenye wallet ya nchi yao, zikiingia hawauzi. Ehe, ehe, yani yani, just get something there, yani kwamba wameruhusu kweli watu wafanye hivyo, lakini zikiingia Bitcoin they don't sell it. Sasa mm, okay, mnatumiaje sasa kama Bitcoin zote zinakuwa kwenye, kwa hiyo unakuta they are just trying to collect the assets ili waweze ku preserve purchasing power ya currency ya nchi yao, lakini sio kuitumia ile kama currency. Ni kitu ambacho hakiwezekani, yeah. Ukienda hata Dubai wameruhusu uh, USDT wame kama kama kama kama for digital payment, lakini zingine zinakuwa considered kama assets. mm -hmm. Unaona, sasa discussion hii sasa inatuleta sasa kwenye uhalisia wa nchi yetu mm -hmm. Kwamba uh, sasa hivi as we are speaking BOT mm -hmm. wanazitambua cryptocurrencies.